Naitwa Theobald Sabi, mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC. Leo hii tuko Tanga tukiazimisha wiki ya huduma za kifedha. Kauli mbiu ya mwaka huu, elimu ya fedha msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Sisi NBC, mchango wetu kwenye sekta ya fedha umeendelea kukua mwaka hadi mwaka. Na katika eneo la huduma za kifedha tumefanya mengi. Kwanza tumeendelea kuboresha huduma zetu kwa kuzipeleka karibu zaidi na wananchi. Na kwa hiyo tumeendelea kupanua wigo wa matawi yetu. Tunaongeza matawi mwaka hadi mwaka. Tume endelea kuongeza idadi ya mawakala wetu mwaka hadi mwaka. Tumeendelea kuboresha huduma zetu za kidijitali kupitia mifumo yetu kama vile NBC Kiganjani ambao unahudumia wateja wadogo wadogo, na pia NBC Connect unaohudumia wateja wakubwa. Tumewafikia wakulima kupitia huduma zetu za kibenki kama vile NBC shambani na pia product yetu ya kuwa nasi. Kwa hivyo kama taasisi ya fedha, tunaendelea kuhakikisha kwamba wananchi wengi zaidi wanafungua akaunti benki, wananchi wengi zaidi wanaendelea kuelimika na kupata elimu zaidi kuhusu masuala ya kifedha na huduma za kifedha. Tunayo program maalum kwa ajili ya vijana na pia kwa ajili ya wanafunzi, program tunayoita Wajibika, inayoendelea kutoa elimu ya kifedha na elimu ya ujasiriamali kwa wananchi, kwa vijana, kwa wanafunzi, lengo likiwa ni kukuza na kuongeza idadi ya Watanzania wenye uwezo wa kujiajiri wenye uwezo wa kupata mikopo kwenye mabenki na hivyo kuweza kufanya shughuli zao za kiuchumi na hivyo kuleta maendeleo ya kijamii. Kwa hiyo, uwepo wetu wiki hii hapa Tanga ni kielelezo cha mwelekeo wetu wa kuwasogelea wananchi kwa ujumla. Tunashukuru Wizara ya Fedha, tunashukuru Benki Kuu ya Tanzania, tunawashukuru wananchi kwa ujumla kwa kuitikia na kutumia huduma zetu. Benki imeendelea kukua mwaka hadi mwaka, hasa ukiangalia idadi ya wateja, ukiangalia e, faida ya benki na ukiangalia maendeleo kwenye maeneo kama ya mifumo ya kidijitali na vitu kama hivi hivi. Kwa nawakaribisha wananchi kwa ujumla mje mtutembelee kwenye banda letu wiki hii hapa Tanga mpate kuelewa zile huduma ambazo kama benki tunazitoa kwenu. Daima karibu nawe.